Kwa majina yanaitwa Shabani Mlisho Mningi diwani wa kata Mapambano. Saa 12 alfajiri nilipigiwa na mwananchi wa mtaa huu wa Ikindwa, kwa mheshimiwa diwani, kuna adha ya bwawa hili kupasuka, maji yanaanza kula kidogo kidogo, kutoka panapo saa moja na nusu, na nusu na mimi nikampigia mstaiki mea, nikamwelezea swala kama hili, mstaiki mea akasema sawa, ngoja niwatafute injinia wa TARURA na injinia wa Halmashauri. Tulivyorudi ukalikuta limekatika tena limeshafikia katikati. Injinia kwa kweli walifanya ushirikiano wa Manispaa na Watarura wakasema kuwa kwamba kuanzia kesho hii soko waondoke wasogee nyuma tufanye misingi ya dharura kusudi maji yapatikanike kwa kupita watu waendelee kutumia barabara nyingine hii waiache wasitumie ifungwe mpaka hapo tutapojua utafiti tutapofanyika. Kwa kweli kafikia hatua likabomoka kabisa muda wa jioni. Ndivyo hapo lilivyobomoka likaiziba barabara tena ile, ambayo yotegemea ipitike kule, paka magari yote alikwama, maji kwa mbuga lote limeenea maji paka kufikia kuni saa moja. Kwa kasi hiyo kweli limebomoka, maji akapungua, na kule watu tena wakaendelea tena kupita kwa naenda. Kwa kweli wananchi wanajenga sehemu ambapo wameshakatazwa, bado wanajenga, na paka sasa hivi kule kwenye punguzo, mtu kajenga katikati ya punguzo ili bwawa na anaendelea kujenga. Sababu oh, nilikuwa naomba msaada huo wa kuelimisha wananchi waache kujenga huko. Kwa jina naitwa Bakari Juma Katala, ni mkazi wa Tabora Kiloleni. Hii hatari ya kubomoka kwa daraja limenikuta nikiwa napanda mpunga jirani na na bwawa la Italia. Napanda mpunga baada ya kama masaa kadhaa, basi hili daraja lilibomoka kwa kasi na maji yalipita kwa kasi sana Tulijikuta sisi wenyewe tulivyokuwa tunapanda mipunga tukajikuta tukabidi tuondoke, kutokana na hali ilivyokuwepo ya kujua kwamba muda wote unaweza kubebwa na maji akawa amepoteza maisha. Kwa hiyo sasa, tunaomba serikali iliyoko madarakani kuanzia diwani wetu Mlingelili, na ngazi za juu, tunaomba watusaidie kuhusu ili bwawa watengeneze daraja ili hali ya wananchi iwe ya usalama na sisi wenye shughuli zetu katika mbuga zetu za majaruba tuendelee na shughuli zetu za kijamii kama kawaida. Kwa majina naitwa Salma Thabiti. Hili tukio limetugusa kwa sababu kuna shule, kuna mahospitali, watu wanavuka, kuna biashara kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali itujengee daraja ili watu waweze kuendeleza shughuli zao. Kuna mashamba, wakulima, wanafunzi. Kwa hiyo kiukweli imeathiri kiuchumi, kijamii. Kwa jina naitwa Severina Msa, ni mkazi wa Ikindwa Taliani wa Bwawani hapa. Asali imeweza tokea baada ya mvua hizi. Ni asali ya bwawa Taliani limejaa baada ya kukosa mwelekeo wa kupitia yale maji. Maji ya kweli li, ilibidi kidogo tu yapasukie huku kwenye nyumba zetu. Kwa hiyo tahadhari kubwa kwa bwawa hili. Sana tungeomba tu, tuwekewe daraja. Tena daraja kubwa sio dogo kwa sababu kwa asali zilizoko hapa ni kubwa watoto wetu wanaweza wakapoteza maisha kweli. Tunajitahidi kulinda watoto, lakini upo muda wanaweza wakafyatuka watoto. Kwa majina naitwa Harfani Hasani, ni mkazi wa mtaa Ikindwa. Kwa hii, hii bwawa Taliani, nadhani kwa leo tumepata tumepata adha kubwa kwa upande wa maji. Tulikuwa tunaomba serikali angalau tu ituangalie, ije ijiangalie namna ku, ya kupatengeneza hapa, ili tuweze kupita kuelekea nyumbani kwetu Ikindwa huko.